Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji wa, wa, wa NYTV ninawakaribisha tena katika kipindi cha malezi ya watoto ambao tumekuwa tukiendana nacho kila siku ya Jumanne. Aa, Mungu akubariki sana wewe ambayo unaendelea kufuatilia, tunakutia moyo endelea zaidi. Kuna vipindi vizuri vizuri zaidi vitakuwa vinaendelea kurushwa katika hii Uh, channel ya YouTube ya NYTV. Uh, leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupatia. Uh, ni siku ya Jumanne ya furaha kabisa. Tunaendelea kujifunza somo letu la uh, kujua siri za Mungu ndani ya mtoto ambayo ina vipengele mbalimbali tumeviona. Uh, tumeona namna ambavyo mahusiano, kipindi kilichopita, mahusiano kati ya wazazi na watoto lakini pia leo tunaendelea na yale yale malezi. Ah, tunaendelea kwa kipengele maalum kabisa ambacho kinasema malezi, lakini tuta tutafocus zaidi kwenye aina ya malezi. Kwa hiyo somo letu litakuwa malezi, na tutaendelea kujifunza zaidi na aina ya malezi. Kwa hiyo leo tutaenda kuona nini maana ya malezi na malezi yanahitaji nini ndio vitu tutakavyoenda kuvijifunza siku ya leo, na andiko letu ambalo tutaenda kusimamia litatoka katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya kumi na nane, Mwanzo sura ya kumi na nane mstari wa kumi na saba na wa kumi na tisa. Mwanzo kumi na nane mstari wa kumi na saba na kumi na tisa. Ha, unasema hii ni habari ya Ibrahimu pamoja na Mungu walipokuwa wanahusiana, inasema hivi mstari wa kumi na saba. Bwana akanena Je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Huu ni mstari wa kumi na saba, alafu mstari wa kumi na nane akam, akiwa iki akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Na kumi na tisa inasema kwa maana nimemjua ya kwamba atamwamuru mwanaye na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana e, naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Kwa tunaona, naomba nirudia tena mstari wa kumi na saba. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Ikiwa akinena ak, kumi na saba, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu mm -hmm, hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa hiyo tunaona hii habari ya Ibrahim ambapo Mungu alikuwa anamwazia, anasema. Tunaona tuna, tunajifunza nini katika hii mistari? Tunamwona Mungu alionyesha, alionyesha uhusiano wa karibu na Ibrahimu. Kwao Ibrahim na Mungu walionyesha mahusiano ya karibu, kwamba hakuna haja ya kumficha mipango, mipango au mpango ambao Mungu alikuwa anaupanga juu ya Sodoma na Gomora kwa sababu gani? Kwa sababu Ibrahim alikuwa na mahusiano na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu hakuo, hakuona haja hakuona sababu ya kufanyaje? ya Kumficha hakumficha huu mpango aliokuwa nao juu ya nini? Juu ya kuangamiza Sodoma na Gomora. Kwa hiyo ni kitu tunajifunza hapo, lakini pia koletu uh, kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nane mstari wa kumi na saba mpaka kumi na tisa unasema: Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahim jambo li, nilifanyalo akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanaye. Mungu anasema kwa sababu anajua kwamba atawaamuru wanaye na nyumba na nyumba yake baada yake, waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi zake. Ko, tunaona hapa Mungu ambavyo alikuwa alikuwa anataka ku, kuangamiza Sodoma na Gomora kwa sababu Ibrahim alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mungu akasema akaona hakuna haja ya kumficha siri hiyo, na kumbuka kule Sodoma na Gomora kulikuwa kuna ndugu yake alikuwepo kule Lutu. kwa hiyo, sasa Mungu na Mungu akaona hakuna haja ya kumficha Ibrahim kwamba anaenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Kwa hiyo tunajifunza nini? Tunaona kwamba Mungu alionyesha uhusiano wa karibu na Ibrahim kwamba hakuna haja ya kumficha siri ya mpango wake huo mpango upe waliokuwa wanataka kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini pia tunaona kwamba Ibrahimu alichaguliwa kwa kusudi kuongoza familia yake katika njia ya Bwana. Ibrahimu alichaguliwa na Mungu kuongoza familia yake kwa njia ya nini? Kwa njia ya Bwana. Kama ambavyo sisi au wewe uh, umechaguliwa kuongoza familia yako katika njia ya Bwana. Mungu anataka wewe uwaongoze watoto wako katika njia ya Bwana na wewe umechaguliwa kama ambavyo Ibrahim baba yetu wa imani alichaguliwa. Na pia tunaona kwamba tunajifunza nini katika huu mstari? Kupitia utii wake Ibrahim, vizazi vyote duniani vingepokea baraka kwa kupitia utii wa Ibrahim ambaye ni baba yetu wa imani. Vizazi vyote vingepokea baraka. Kwa hiyo Mungu aliona hakuna haja ya kuficha hiyo siri kwamba anaenda kuangamiza Sodoma na Gomora, lakini pia akamwangalia Ibrahimu, akaona kwamba huyu Ibrahimu atavifundisha vizazi vyake kuhusu Mungu, kuhusu Bwana, Bwana au Mungu anayemwabudu. Kwa hiyo akaona pia vizazi vyake vyote vitafanya nini duniani, vitabarikiwa kupitia yeye. Kwa hiyo alimtazama Ibrahim kwa namna hiyo na alimchagua pia kuiongoza familia yake, kwa sababu alikuwa anajua kwamba ataifu. Alimchagua aiongoze familia yake katika njia ya Bwana, kama ambavyo sisi wazazi pia tumechaguliwa na Bwana kuongoza familia zetu. Baba amechaguliwa na Bwana kuiongoza familia yake, watoto wake. Mama amechaguliwa na Bwana kuwalea watoto wake, kuwaongoza watoto wake. Yani hiyo ni ni, ni, ni, ni neema na upendeleo wa Mungu, ameamua mwenyewe Ehe, kuchagua wewe uweze kuwa na mtoto wa kiume uweze kuwa na mtoto wa kike familia zingine zimechaguliwa na bwana kuwa, kuwa, kuwalea watoto wa kike tu unakuta wamezaliwa watoto wa kike tu familia zingine zimechaguliwa na bwana kulea ku, kuwazaa wamezaa watoto wa kiume tu wanawalea watoto wa kike wa kiume tu kwa wengine, wamechaguliwa wanapata watoto wote wawili, jinsia mbili za kike na ya kiume, wanachaguliwa wamechaguliwa na Mungu kuwalea watoto wa aina zote mbili. Kwa tunaenda kujifunza. Ndio maana tunajifunza haya malezi, kwa sababu gani? Kama Mungu ameweka huo mpango mzuri na ametuamini sisi wazazi kwamba tuweze kuwalea hao watoto ambao yeye Mungu ametupatia na anawaleta kwa makusudi yake mwenyewe, kwa kama mzazi umeaminiwa na umepewa umepewa hilo jukumu la kumlea mtoto, ndio maana tunajifunza, ndio maana leo niko hapa, pia tunaweza kushare hizi habari za malezi ya watoto ambao Mungu ame, anatupatia na hauwezi kulea tu bila kuwa na mafunzo bila tu kuwa uh, na mpangilio mzuri. Ndio maana leo kipindi chetu hiki cha kila Jumanne tutakuwa tunajifunza hilo somo la malezi ya wa watoto. Na kabla sija na- navyoendelea naenda ku- tutaenda kuona malezi yanahitaji nini hmm? malezi yanahitaji nini kama ni mpango kamili wa Mungu ambao wana, anataka sisi kama wazazi tuweze kufanya A. malezi yanahitaji kitu gani A? kitu cha kwanza malezi yanahitaji muda. malezi yanahitaji muda. Baba mama, weka muda wako, tenga muda wako, pangeni namna gani mtakavyoamua kuwalea watoto wenu. Vipindi cha nyuma vilivyopita nimewahi kusema kwamba Mungu ye mwenyewe aliweka utaratibu mzuri, alikuwa na mpangilio mzuri, aliweka mpangilio mzuri katika ku, ku, kumwandaa mwanadamu atakapokuja duniani akute kila kitu kimepangiliwa vizuri, na aliweka utaratibu mzuri na anajali sana muda. Tu uliona pia Mungu anapojali muda, lakini sasa sisi tunajifunza kwamba tunahitaji muda, tunahitaji kuwekeza kwa, kwa kwa watoto wetu tunahitaji kuwekeza kwenye malezi tunahitaji kuwekeza kwenye kulea. Hmm, tunaona kwamba pia tuna, tunajifunza kuwa uh, uh, malezi pia yanahitaji ufahamu. Malezi yanahitaji ufahamu, kama hauna ufahamu huwezi kulea, kwa sababu kuna vitu ambavyo, mfano una watoto wa aina tofauti, na watoto wa kike, una watoto wa kiume, hawa watoto wako tofauti mahitaji yao tofauti. Sasa kama mzazi hautakuwa unaufahamu hautakuwa umepata elimu ya malezi, utawalea watoto kwa, kwa kwa kuwaonea, yani utalea kwa namna ambavyo wewe unahisi uko sawa, lakini sio sawa na, na, na, na mara nyingi tunaji- tunaenda shule tunasoma tuwe walimu ehe, unasoma kabisa kozi mpaka labda PhD unakuwa mpaka dokta unakuwa unafundisha vyuo vikuu Eh, lakini kwa sababu hiyo yote, unakuwa umejiandaa umesoma kwa ajili ya kwenda kufanya jambo fulani. Mwingine unaweza kusoma mambo ya uchumi, unaingia kabisa darasani miaka kadhaa kabisa, unasoma kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya uchumi. Lakini kitu ambacho ambacho mara nyingi tunakikosa ni elimu ya malezi. wa, wa, wa, wa, sijajua watu wengine, sina sijapata taarifa zaidi, lakini kwa asilimia kubwa wanavyojua kwamba malezi hayana darasa kwamba Aa, yanakozi kwamba, mimi sasa hivi nataka kuolewa au labda binti au labda mama anajua, huyo ni binti yangu, yuko hapa, kuna siku moja atakuwa mama, au kijana wangu kuna siku moja atakuwa baba, nianze kuandaa mazingira yake, kama ambavyo nampeleka shule kwenda kusoma, apate elimu ya duniani ya, ya, ya masomo ya darasani, mfano labda mambo ya sayansi ehe, eh, au labda kuwa labda daktari au kuwa mwalimu au kuwa labda mfanyabiashara hivyo vitu vyote anampeleka mtoto wake kwenda kusoma. Hajawahi kuwaza labda nitenge, labda miezi mitatu, ambayo hii miezi mitatu nitakuwa namfundisha mwanangu namna ya kuwa baba mzuri, au labda ya kulea familia yake. Mimi binafsi sijawahi kupata hiyo elimu. Ni mara nyingi nimekuwa nasisitiza, sio elimu zingine za, za maisha, lakini sio elimu ya kumlea mtoto ambaye ambaye baadaye anaweza kuja kuwa mtu mkubwa sana duniani, anaweza kuwa akafanya vitu vikubwa zani duniani ambavyo Mungu ameweka uwezo mkubwa sana yaani mwanadamu ni kiumbe cha ajabu ambacho ni cha kushangaza kwamba Mungu ameweka uwezo sio wa kawaida ndani yake. Sasa kama unaenda kuishi na huyo un, Mungu anakupa huyo mtoto wa design hiyo, labda anaweza nikasema una una Mungu amekubariki kwa uh, labda wewe uzao wako mtoto mmoja labda ni uh, ni rahisi eh? au labda ni, ni, ni mfanya biashara mkubwa sana duniani au ulimwenguni, ehe, au labda ni, ni ni mchungaji au ni askofu, askofu mkubwa wa dunia. Ha, Mungu amekupa huyo mtoto sasa. Wewe haujawahi kupata elimu yoyote ya malezi, huelewi chochote, haujawahi kuwa na mpango wowote kwao. Hata hautajua kwamba wewe ni mtoto ni wa aina wa gani, kwa sababu haumfahamu Ufahamu wa malezi ni muhimu sana, utakusaidia wewe kujua aina ya mtoto uliye naye na utamsaidia vipi, nguvu yake na udhaifu wake, ili usione tu labda udhaifu wake ukaona kwamba huyu ni mtoto ambaye hafai au ukaona tu kwamba huyu ni mtoto ambaye ana uwezo fulani ukajua kwamba hicho tu peke yake ndio anacho. Hapana, kwao, ni vizuri kupata elimu ya ufahamu kuhusu malezi. Aa, na hii elimu unatakiwa kuipata mapema sana kabla hujaanza kuwa na watoto, na pia aa, malezi yanahitaji maamuzi na kujitoa. Malezi yanahitaji maamuzi na kujitoa. Baba na mama, amweni, wekeni mkakati kwamba sisi sasa tunaamua kulea watoto wetu kwa namna hii kuna sera ambazo nyinyi mtaziweka na mtazisimamia, ko afanya maamuzi na kujitoa, kama mtaamua kwamba mtagawana, wakati mwingine mnaweza kugawana mwingine ana, anaweza kusimamia zaidi mambo ya kiroho, mwingine anaweza kusimamia zaidi mambo ya kimwili kuhakikisha uh, vitu vyote vinavyohusu mwili mtoto anavi- anavipata, kama ni maadili, kama ni bali ya shule, kama ni habari ya, ya, ya chakula na mahitaji mengine. Labda mzazi mmoja kazi yake ni kufuatilia hayo, mzazi mwingine labda kazi yake kufuatilia mambo ya kiroho ya watoto. Ah, watoto wanaenda kanisani, wanamjua Mungu, wanaomba, wanasoma neno la Mungu, na mahusiano yao na Mungu yamekaa vipi? Mnaweza pia mkaamua mkagawana, ili mweze kusaidiana. Mnajitoa, mnafanya maamuzi ya kuwalea watoto kwao. Malezi anahitaji maamuzi na kujitoa. Na wakati mwingine maamuzi yanaweza kuwa ni magumu, yakamgharimu kati yenu mmoja, lakini lengo lenu, kwa sababu mnataka kulea aa, kulea kizazi kilicho bora endelevu kwa ajili ya manufaa yenu wenyewe, mnaweza kuendeleza kizazi chenu kinakuwa bora bora na bora. Kwa hiyo kuna mmoja lazima ajitoe, kuna mwingine lazima atakosa vitu fulani vizuri kwa ajili ya malezi. Kuna wakati mwingine unaweza usihusiane hata na jamii, wakati mwingine jamii inaweza isikuelewe. Mmhm, hii ni kati ya mojawapo ya kujitoa. Labda kuna vitu fulani unakataza kwenye familia yako, kwa hiyo jamii inaweza isikuelewe kwa hiyo una, una sela wakati mwingine hata watoto wenyewe wanaweza wasikuelewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile vitu ambavyo labda unavizuia wao hawajui. Mfano, unaweza kawa labda pengine unaamua kwamba kwenye familia yangu sita watoto wakifika umri fulani hawatakuwa wanaangalia TV mpaka watakapokuwa wako weekend, labda Jumamosi na Jumapili hiyo ni sera ya familia mbalimbali ambazo wanaweka kwa ajili ya kumsaidia mtoto kufocus na kujifunza vitu vingine tofauti tofauti, na na na kulingana na mazingira ya tulionayo. Kwa hiyo malezi yanahitaji kujitoa na maamuzi. Wakati mwingine watu ni kama nilivyosema, watu wanaweza kakushangaa na kakuona wewe labda ni mtu ambaye hauendi na kisasa wanaweza kusema huyu anamlea mtoto wake sio kisasa, lakini kwa sababu ya wewe ambavyo mmeamua, mna maamuzi yenu baba na mama, na haya maamuzi hayatakiwi kuingiliwa na familia nyingine yoyote, kwamba familia nyingine ije kuingilia maamuzi ya malezi ya watoto wengine. Hapana, kwa kila familia ina- ni taasisi ambayo inatoa mwongozo ya namna gani watoto wake anataka wawe kwao. Kama familia haijapata mafundisho ma, ma, ma, ma kama vyo tunasema ufahamu, kama hawajapata uh, ufahamu au mm, elimu namna ya malezi kwao, utakuta hiyo familia kuna namna ambavyo italelea italea watoto wake na familia nyingine namna itakavyolea watoto wake. Kwa hiyo maamuzi na kujitoa kunahitajika katika malezi. Umechoka, umetoka kazini, hakikisha umefuatilia watoto wako wamekula, eh, shuleni wanaendaje? Asubuhi hata kama umechoka, fuatilia asubuhi mtoto wako ameamka, kama anaandaliwa chakula. Siku nyingine kama mzazi amka, andaa chakula cha mtoto wako kwa usafi kabisa. Wewe unaweza uka, ukaacha ukakaa kimya, kumbe unasema umechoka. mm, dada wa kazi ndo anaandaa chakula. Wakati mwingine hawaandai kwa usafi, wanaenda shuleni, anamwekea maji mtoto kwenye chupa ambayo haijaoshwa labda hata wiki imewekewa juisi, baadaye inabadilishwa maji, juisi, maji. Na kwa bahati mbaya unakuta labda hiyo chupa yake ana mlija ambao ananyonya hiyo nini, an, an, anakunywa maji yake au juisi kwa kupitia huo mlija, mpaka baadaye unaanza kuweka funza. Wewe mzazi unasema uko bize, uko na kazi, umechoka. Na kweli unaweza kuwa umechoka, lakini malezi anahitaji kujitoa, hata kama pamoja na uchovu wako. Amka, angalia mazingira ya watoto wako yamekaaje. Wakati mwingine unakuta mtoto pengine hata hajanao uso vizuri, anaenda shuleni na, na matongotongo yake, kaptula imekaa ya vibaya, labda imekaa upande, shati ya shule ni chafu. Eh, wewe umemwachia tu dada. Dada naye anachoka na mambo mengi. Anamwangalia mtoto, anafanya yale majukumu mengine. Kwa kama mzazi hebu fuatilia, asubuhi mwanao anaendaje shuleni? Mara nyingi mimi ni mwalimu, huwa tunaona ambavyo wazazi wanawaleta watoto wao saa ingine shuleni. Na ukifuatilia unakuta huyu ni mzazi kumbe ambaye yuko busy sana. Unakuta mzazi mtoto anakuja na kama nilivyotoa ule mfano wa chupa, chupa mpaka inatoa funza. Yaani mpaka mwalimu unabidi umwage yale maji, uoshe chupa, uiweke vizuri. Eh? Unakuta saa ingine mtoto anakuja hajapiga mswaki e, uh, uso wake hauko safi. Wazazi wako bize, anakuambia amechoka. Kwa hiyo malezi yanahitaji maamuzi na kujitoa. Mungu atusaidie wazazi tusichoke, kwa sababu tumejifunza kipindi cha nyuma kwamba ma, ma, kuna mzunguko wa familia, kuna hicho kipindi, kitapita mtoto ataweza kujitegemea mwenyewe. Kwa hiyo kile kipindi ambacho hawezi kujitegemea, jitahidi mzazi, msaidie mtoto wake aweze kuwa salama kiafya, kiakili na kila kitu. Kwa hiyo ku malezi anahitaji kujitoa, tusichoke. Alafu pia malezi anahitaji maombi, hawezi kufanya ma, malezi bila maombi yani, hapa naweza nikasema kwamba ni a, ni kiini cha aya, nini tunahitaji. Maombi ni muhimu sana, unaweza ukalea kwa namna ambavyo nzuri kabisa, lakini bila maombi ni sawa na bule. Unamhitaji Mungu akupe hekima namna ya kumlea mtoto wako. Nimetaja kwamba pale unaweza kuona mtoto ambaye eh, ni askofu Alafu wewe hujui kwamba bwana, umemlea umemzaa askofu, lakini unamle, unamlea kiholela. Kumbe huyu ni mtu maalum ambaye anaweza kuja kusaidia kurudisha roho za watu kwenda kwa Yesu. Umemzaa mwinjilisti mkubwa duniani na ulimwenguni kote, lakini wewe haufanyi nini, hauja- haujui kama mzazi, haufahamu hujapata, hujapata haujapata muda huo, haujapata ufahamu, haujawahi eh, kujitoa eh, kwa hiyo maombi yanasaidia sana Mungu anakupa hekima unapoomba. Mungu anakupa hekima namna ya kumlea huyu askofu, anakupa maelekezo, kwa sababu watoto wako tofauti. Hata ukiwa na watoto sita, kila mtoto ana kitu cha kwake cha pekee, hutaki kuwalinganisha. Lakini sasa kama huna hekima hiyo ya Kimungu, utaanza kuwalinganisha watoto, utaanza kuwaona, huyu huyu anaweza kuliko huyu. kumbe watoto wao wako tofauti na Mungu amewaitia wito tofauti kabisa. Kwa hiyo kama mzazi maombi ni ya muhimu. Hakikisha unaomba kwa bidii, unaomba Mungu akupe hekima, unaomba Mungu akupe maarifa, unaomba Mungu akupe utulivu, akupe. Unaweza kuomba kwamba Mungu, naomba nisaidie huyu mtoto fulani, ni mtoto wa namna gani? Nimsaidie vipi? Ninaomba hekima inayotoka kwako. Mungu ni mwaminifu, atakusaidia na atakuongoza kama kumfahamu mtoto. Mungu atakupa hiyo hekima ya kumfahamu mtoto wako na kumsaidia kulingana na uhitaji wake, au kulingana na kusudi la Mungu ambalo Mungu ameweka ndani ya maisha yake. Lakini pia tunaona hitaji lingine ni, ni a, hakuna mbadala wa, wa, wa mzazi e, mzazi hakuna mbadala. Kwa hiyo lazima unatakiwa kuwajibika. Lakini pia tunaona uwekezaji wa kizazi kimoja kwenda kizazi kingine tunapokuwa tuna malezi anatusaidia kuwekeza kizazi kingine na kizazi kingine. Unapokuwa umeandaa kizazi kilicho bora, unaendelea kuendeleza kizazi kilicho bora. Malezi ni kujitoa, kutoa upendo na kuweka mipaka aa, tunaona hapo, na tunaona na aina ya malezi. Tutaenda kuona pia aina ya malezi kipindi kijacho. Aa, kwa leo naomba nitaishia hapa, lakini kipindi kijacho ndo sasa tutaenda kuona aina ya malezi. Lakini malezi ni kutoa upendo na kuweka mipaka. Kwa hayo ndo mahitaji ambayo nimeyataja, uh, ya malezi. Unafanya unahitaji nini malezi? Yanahitaji vitu gani? Nimesema yanahitaji muda, yanahitaji ufahamu, yanahitaji kujitoa, yanahitaji maombi, yanahitaji uh, yanahitaji pia ya anahitaji maombi na vitu vingine ambavyo pia nimehitaji, lakini muda, ufahamu, na maamuzi na kujitoa, hivyo ni vitu vya msingi sana, pamoja na maombi, ni vitu vya msingi sana katika malezi. Hayo malezi yanahitaji hivyo vitu. Mungu akubariki sana na kukaribisha tena, uendelee kusikiliza kipindi kinachofuata ambacho tutaenda kujifunza aina ya malezi A Mungu akubariki. Amina.